Anayependwa na wote ni hela. Hata kichaa anaijua hela. Katoto kanazaliwa leo, kape karatasi, kataachia. Kape noti, kanashikilia. Hela ndo inapendwa na wote. Mwangalie jirani yako, mwambia wee, sio hela kwa hiyo usihangaike nani anakukubali o huyu mwimbaji sauti yake imekaaje hiyo sauti ujanipa wewe amenipa mungu aliye mbinguni ninaenda kumtukuza na hiyo sauti hiyo hiyo maadamu ninaanguka mbele ya kiti cha enzi manderebo ya ndaraba saka mimi ni mweusi sawa mke wangu mfupi sawa wakwako mrefu kama ngongoti sawa lakini wote kila mmoja na mke By the way, kwanza ungeniuliza kwa nini mke wako mfupi ningekupa maelezo, sio kunihukumu. Mimi nimeoa mke mfupi kimkakati, ili ninapotoa maelekezo ionekane baba anaongea kwamba hii hi, hi, na hii na hii ikae hivi, na yeye anasema nimekuelewa mzee. Hiyo inaonyesha mamlaka ndani ya nyumba. Aya ya ya ya ya walionielewa wapige kelele. Si unaona hizi ndio faida zenyewe sasa. Amen, amen. karibu na siku nyingine hallelujah. hapa yes. mambo hapa tayari te hapa ilikuwa napiga bila kwa bila usiku hapa tayari nikipita shunu tikiti maji lina linahusika mtu mmoja aseme amina. amina kubwa. kwa hiyo nilioa kimkakati, linapotoa maelekezo ndani ya nyumba ujue baba anaongea sasa. We ambaye umechagua mke mrefu na we, mfupi, hii jambo silitaki <laughs> na wewe pia ni staili yako, siwezi nikakulaumu. Kila mmoja na utashi wake, lakini wote tumeumbwa na Bwana, wote tumeitwa na Bwana, wote tumepakwa mafuta na Bwana. Tunataka tuende kwenye dimension, tunapoimba malaika waingie kazini, tunaingia kwenye dimension ya wazee ishirini na nne kwenye dimension ya wenye uhai wanne, mbingu zinafunguka. Wimba mpya unatiririka. Aliyenielewa na aseme amina. iliyojaa mali hapa, waimbaji, amtarudi kama mlivyokuja. Maimai, ninakutabiria utarudi kama ulivyokuja. Wangapi wanasema wako tayari Bwana awatembelee? Kama wewe ni mmoja wao, piga kelele kwa Yesu aliye hai, sema Bwana nitembelee, sema Bwana nipake mafuta. Hebu sema Bwana nipeleke dimension nyingine, nyingine. Naomba tusimame.